ni kwa anti yakwa ni umuini ni nyumba yaku ni kuo ndagirirwo na ni ekire wega muno to tondo ni baba arugire ari othe marugamirire twararira gwake otukucio na ni we marugire na kira kindu na gutie kindu etirie mami na nokuo ndarutiro rucini ogoko kahawa sukari ikiugire kiki na noko darutiro kahawa sukari ri uri oiki ni ndagathire na tugeka

Lady, I dare you a day, Nata. How are you? Eh, ndari na kilo 44. Ngai wakwa. Na sisto wetago Fidelis. Eh, arutaga wira Kirene Mission Hospital. Oh, ye. Yeah. Satellite Clinic, ya yeah. Muranga Town. Yeah. Oh, ye. Ni anjirire uo kagaga haha o wiki. Nginya tumonite wetie. Giri go ka ka ka kuheja watu kilo muri mwana No no gari Yes, by the time dagi haga mwana dari na kilo fifty. Oh, six. nani yeah. na no taguo mm. e to na, idari na around forty four. Mm. So after kuhia ge di sixty ge wey dia gioka fifty something. Mm. Do mo ni karin. Mm. Gauni yako daru tete yata unio wega. Torato tuakona tuona yata